Yeah, nataka watu wengine wanaofanya mambo msikatishwe tamaa. Mwenyezi Mungu anasema msikate tamaa na neema zangu. Mwenyezi Mungu kwa awasitokee kiumbe kukalisha tamaa, fanya mambo mazuri, ajalishe unafanya kazi gani, unafanya kitu gani, hakikisha una swali, swali swala tano. watu wengine sidhani kama watu wanafahamu. Kwa mimi maisha yangu saivi na miaka mitatu na swali swala tano. Miaka mitatu ukiuliza Sasa wewe leo unakuwa hakimu tena, hakimu mwenyewe mshauri wa Mungu, unasema Diamond hana swala, ataaswali namna gani? Hamna, wewe ni nani wewe ni nani? ushakuwa na elimu ya ghaibu? Ah, mimi nasema kwamba Diamond akiswali swala anayo sasa. Malipo ya swala hayo atayajua mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Asalamu alaykum kwa wewe mfuatiliaji wa YouTube channel yetu, nikwambie tu ya kwamba ni wakati mwingine tena ambapo tumepata wasa kuzungumza na miongoni mwa mashekhe ambao binafsi naweza nikasema ni walimu, moja kati ya watu ambao wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya dini. Kuna mengi ambayo tunakwenda kuzungumza naye, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na kauli ambayo alikuwa ametoa msanii wa mziki wa Bongo Flava anajulikana kwa jina la Nasibu Abduli kwa maana kwamba Diamond ni. Siku ya juzi kama sikosei, alikuwa e, wanatoa mkono waidi pale kunako viwanja vya Leaders Club kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu ambao wenye uhitaji, na alifika muda waandishi wa habari kuweza kuzungumza naye, na aliulizwa swali kuhusiana na kile ambacho kilienea sana mtandaoni, swala la kufuturisha e aliulizwa kwamba mashehe wengi kama wanalaumu hivyo, wanasema wewe sio mtu sahihi ambaye ulipaswa wafutulishe wengine, wakamwambia kwamba wewe umefutulisha watu ambao walikuwa sio sahihi. Kauli hii kwa ujumla unaichukuliaje? alicho kijibu Diamond alisema kwamba yeye anafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, alichobalikiwa ndicho ambacho alikitoa. Lakini akaenda mbali zaidi akasema kwamba kitu ambacho watu walikuwa hawafahamu, yeye ni miongoni mwa waumini wazuri sana kwenye Uislamu, kwa maana kwamba ni mtu ambaye anaswali swala tano ni mfululizo pasi na kuacha hata kipindi kimoja cha swala kwa muda wa miaka mitatu mpaka sasa. Ndio miongoni mwa kitu ambacho kikubwa kimenifanya mimi niweze kumtafuta Shaidiwani tuzungumze naye eh. Nimeona malalamiko mengi kwenye mitandao huko, watu wanasema kwamba kwa, kwa Diamond, jinsi ambavyo unavyoishi wewe sio mtu wa kuswali, wewe uswali. Wengine wanasema kwamba wewe uswali kitu e, kama unafahamu kwamba Diamond anaingiza pesa kupitia masuala mzima ya mziki, anafanya mziki na maisha ya msanii kama tunavyojua, sometimes anasuka anakuwa na maeleni anavaa na, na matatu, wakasema moja kwa moja kwamba unacho kiswali si chochote, endelea tu kufanya ya mambo yako. Nimemtafuta Shediwani nizungumze naye kwa hiki ambacho Diamond amekizungumza na kwa jinsi ambavyo watu wanasema ama watu ambao wanamhukumu uhalali upoje? Je, ni sahihi kuongea maneno kama haya lakini? Kubwa zaidi Shediwani atatuambia kwa vile ambavyo amemsikiliza Diamond wa e, na, na, na, na, muumini ambao wanatakiwa iwe, inawezekana kule ni mtu ambaye ana swali ama ni maneno tu alizungumza kwa ajili ya kuweza kuwafurahisha watu ama waandishi ambao wapo pale kwa muda ule. Sheduani, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa hakika ni miongoni mwa watu ambao eh, umeona kile ambacho msanii wa muziki Diamond amekita amekizungumza eh, kunako mahojiano yake, mahojiano yale. Natamani nifahamu kwamba kwa ujumla umechukuliaje kile ambacho Diamond amekizungumza hasa? <laughs> Eh, kwa mimi binafsi katika yale ambayo jamani wamsikia watu huko? mm. Naam. Eh, kwa mimi binafsi katika kile ambacho kimeongewa na Diamond, mimi nafikiri si wakati wa kumshambulia Diamond. Ni wakati wa kumwombea dua. Kwa sababu kama watapatikana watu na kumkatisha tamaa ni kitu kibaya sana. He, ni jambo baya sana. Yani, ilitakiwa watu wamuombee dua na wampe thibat, kwa maana wamuunge mkono, ili katika yale ambayo anayoyafanya inawezekana ikawa ni sababu ya kumbadilisha taratibu. Mtu abadilike ghafla tu ghafla, ghafla kabadilika, haiko hivyo. Sasa kama mwenyewe Diamond alifanya akawaita, watu wakapatikana watu wakasema hakuita watu sahihi na hata angeita sahihi asinge kosa, yani pasingekosekana kuletwa maneno ya kila namna. Ila mimi nimependa kitu kimoja katika yale maneno aliyozungumza. Kwanza, kazungumza kwa ujasiri, lakini pili, kazungumza kwa upole, lakini jambo la tatu, kazungumza mambo yaliyo sahihi kabisa. Kwa maana mimi sijali comment ya mtu hapa, mimi nimempongeza. Unajua al-Imam Shafi'i ana maneno anasema: yukhatibni safihu bikulli qubhin, fa akrahu an akuna lahu mujiban, yazidu safahatan fa azidu hilman, kaudin zadahu lihraqu tiban. Imam Shafi anasema yukhatibni safihu, kuna wakati mtu mpumbavu na aliyo mjinga anaweza kanielezea, bikulli qubhin, kwa kila sifa mbaya, tanipa mimi kila sifa ya aina ilokuwa mbaya, kila sifa, maneno machafu anaweza mtu mpumbavu akawa kazi yake ni kunieleza mimi. Sasa Imam Shafia anasema fa akrahu an akuna lahu mujiban, mimi nachukia sana kuwa ni mtu mwenye kuwajibu watu wajinga wajinga wa kiasi hiki. Ndicho ambacho nilichokiona pia kwa Diamond, anasema comment wa comment, lakini mi sina mpango nao. Safi sana. fa akrahu an akuna lahu mujiban mimi naona ni kero ni karaha, mimi kuwajibu watu wa hali ya namna hii. Kwa nini? yazidu safahatan fa azidu hilman. Lau kama nitawajibu bas kadhalika, na ni, eh, lau kama nitakaa kimya na nisiwajibu katika yale ambayo wao wana komenti katika fikra na mawazo yao, basi hii yazidu safahatan, itawazidisha wao waonekane ni watu wapuuzi na wajinga, na mimi itanipandisha daraja kaudin zadahu lihraqu tiban, nitakuwa kama jinsi unavyoona udi. Jinsi unavyozidi kuungua, ndivyo unavyozidi kutoa harufu nzuri katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo mimi, ninachosema kwa ninavyofahamu mimi, Diamond inatakiwa apewe moyo. Diamond inatakiwa ashikwe mkono, lakini kadhalika Diamond inatakiwa aombewe dua. Hatua anayofanya ni nzuri. Kwa sababu maneno yake aliposema ya kwamba mimi nina mwaka wa tatu ninaswali, anakuja mtu anasema nini? Subhanallah. unaswali nini wewe? Wewe umekuwa nani wa kumhukumu kwamba unaswali nini? Yaani hiyo swala unalipa wewe eh? ukiuliza nini. Maisha anayoishi na swala ni vitu viwili tofauti. Jamani, hapa naomba tufahamu kitu, kuna swala na kuna matokeo ya swala. Hivi ni vitu viwili tofauti. Swala ni faradhi. Matokeo ya swala anayoyatoa hayo matokeo ni nani? Ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, na sio mwanadamu yoyote yule. Mwenyewe anasema mimi na mwaka wa tatu nina swali, anakuja mtu anasema a a haswali huyu, we ni nani? Wakati mwenyewe anasema mimi nina swali, alafu unakuja wewe unasema hana anacho swali, we ni nani? we ni nani? Ndio Mungu mwenyewe? Watu mbona wanajitia katika hali mbaya sana hii mimi ninachokiona Diamond, ikiwa kasema mwenyewe, mimi ninasali, tuna wajibu kuchukua kauli yake yeye mwenyewe aliyoisema, kisha baada ya hapo, hii ni hatua nzuri pia. Kama amechora matatu, naamini kwa hizi swala anazosali yakidumu kwa muda mrefu, ataenda anapunguza moja moja, taratibu tu, utaona anaacha hiki, anasuka nywele mathalan, utaona anaacha anavaa hereni, utaona anaacha taratibu tu kidogo kidogo, madamu yusali khamsa salawati <coughs> ataoa. Kwa nini? Kwa sababu inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika ya sala, namna mtu anavyoisali, ina tabia ya kumkataza mtu na machafu, na hata kumkataza mtu katika mambo maovu mwenyewe tu, wala hatuambiwa na mtu, utaona tu mwenyewe anakwenda anapunguza hili anapunguza lile. Sasa ukimwambia kwamba haswali kitu, manake aache atoke kabisa msikitini akae mtaani, wewe unakuwa na dhima kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Quran, ni nani aliyodhalimu mkubwa kuliko yule ambaye anayewalingania watu waache misikiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala, wasaa fi kharabiha, alafu akaenda mbio huyu mtu katika kuibomoa misikiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanakwenda msikitini kuswali, wewe unasema anaswali nini? Mwenyezi Mungu anasema dhalimu mkubwa ni yule ambaye anayewazuia watu kuingia katika misikiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala kwa ajili ya kwenda kufanya ibada, na huyu mtu ndio ambaye anaitwa anayebomoa misikiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Diamond anasali ni jambo zuri, tumpongeze sana na tumuombee dua sana, kwa sababu miongoni mwa kuna watu wanasali hams salawat. Lakini Shekhe, matendo anayo yafanya huyo Diamond mwenyewe anasubiri, ni kwa sababu tuao wa watu hawaonekani na hawajulikani, lakini kwa sababu ya Diamond anamurikwa ya na kila chombo kinamtazama yeye, kwa hiyo hata damage ndogo tu itaonekana kwake lakini kuna watu wanaswali swala tano, ataswali asubuhi, ataswali mchana, ataswali swala zote mpaka za sunna, lakini matendo anayofanya ni hatari. Umezungumza hapo, swala inamfanya mtu aachane jasho kidogo, swala inamfanya mtu aachane na matendo mabaya, na ndo ipo hivyo. E, unapokuwa una swali manake unakaa kwenye mstari. Watu wamesema miaka mitatu mfululizo pasina kuacha hata kipindi kimoja, alikuwa ni mtu bado wa kuendelea kuyafanya haya mabaya. Ndo maana wakasema kwamba wewe hakuna nacho kiswaliko. <laughs> <laughs> mm -mm. Hivi kwa sababu pia hakuna muda muafaka uliowekewa kwamba huu ndo muda ambapo, ukishafikia huo muda inatakiwa ikaacha yote, mtu anaacha taratibu kidogo kidogo, alafu vile vile pia hawa wanaosema walishawahi kupata fursa ya kumfuata Diamond wakaenda kumlingania, na wakikuona wewe uko na Diamond wanaanza kutuhumu na wewe badala ya kujua bwana huyu nimemuona na huyu bwana huenda kuna kufanyaje, kuna, kuna kulinganiana hapa. Ye hafikiri hivyo, anafikiri kuanza kumtuhumu mtu, nimemwona, ndio maana anapewa hela hizo. Hela utakuta mtu anatamka maneno kama kaona vile wewe unapewa hela, kumbe hisia zake anahisi watu wote ni watu wakupewapewa hela tu. Ni mtihani mkubwa ile, kusema kwamba miaka mitatu bado yuko vilevile vile. mimi nime mfululizo wa nasali bado yuko vile vile. Mimi nakataa kwanza kusema kwamba bado yuko vile vile, kwa sababu kabla hiyo miaka mitatu alikuwa haendi msikitini. Ndio maana yake, kabla ya miaka mitatu alikuwa haendi msikitini, kisha baadaye kaanza kwenda msikitini. Mabadiliko sio mabadiliko haya. Kama kaanza hii miaka mitatu ta, eh, yupo yupo msikitini, maana yake tutarajie kuna mabadiliko makubwa yanakuja mbele. Tumuombee umri, tumuombee kheri, tumuombee mazuri, lakini na sisi pia tujiombee Naamini kabisa inshallah yapo mabadiliko mazuri yatapatikana tu huko mbele tunapokwenda. Maadam kama umri utakuwa upo, naamini kabisa yataonekana mazuri ambayo atakayokuja kuyafanya. Mabadiliko pia yanakwenda taratibu, lakini pia jambo la msingi katika hili, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ana watu wake. Wapo baadhi ya watu walikwenda kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakawa wanataka kuslim lakini kuna step na hatua fulani. Mmoja alikwenda kwa bwana mtume akamwambia, ya rasulallah, mimi nataka kuslim, lakini katika kuslim kwangu na kitu kimoja, hicho ni hatari sana, sidhani kama naweza kukiacha. Yote naweza kuacha, lakini suala la zinaa hili, ah, siwezi kuacha, ili napenda sana hili. Mtume akamwambia sawa, we slim tu, amna tatizo Aya mengine tutakwenda nayo taratibu. Slim. Ile bwana akaslimu akawa katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, je ili sala la zina unapolifanya linakuwaje? Unafanya kwa watu kadhaa, watu fulani hivi. Mtume akamwambia, je unaonaje hili sala kama mtu atakuwa anafanya kwa binti yako unafanywa wewe, yani. Unafanywa wewe yani. Wewe. We utajisikiaje? Sasa siwezi kujisikia vizuri. Ehe, ikiwa linafanywa kwa mama yako ah, yani hiyo ndo, ndo nachukia zaidi. Ehe, likifanywa kwa mkeo ah, ntaua mtu, ntaua mtu. Mtume akamwambia basi, kwa, kwa hali ya namna hiyo basi wale binti na mama za wenzako ambao wewe unawafanya haya nao wanajisikia hivyo hivyo unavyojisikia wewe katika hatua za namna hiyo. Ile bwana akasema, kwa hili inabidi nijilazimishe kuacha, pige nafsi yangu konde niweze kuacha katika masala haya. Alikwenda kwa hatua akaacha hizo habari katika hali. Sasa wewe unataka tu kwa kuwa ni Diamond aache ghafla, wakati wewe una yako mengi unayafanya katika siri ya ovyo zaidi kuliko ya Diamond? Kwa nini usianze kujihukumu wewe? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza, idha aratta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika. Wote ah, wanaomtuhumu sana Diamond wanaomtukana sana Diamond ni watu ambao mimi naweza nikasema kwa asilimia nyingi hata dini yenyewe hawajui. Na inawezekana hata hizo swala zao wanazoswali zina matatizo kwa sababu swala ukiswali inakataza maovu na machafu. Moja katika maovu ni matusi. Kukaa unawatukana tukana watu ni uovu. Kama unaswali bado unatukana watu na wewe swala yako imesii nini sasa? Lakini kadhalika, unakejeli watu, aya, unawaongelea watu uongo, unataka kuwapa hukumu kama we ndio Mungu, basi swala yako na wewe haijakamilika. Cha msingi kinachotakiwa mwombee dua, ndo jambo kubwa zaidi. Mtume anasema idha aradta an tadhkura uyuba ghairik fadhkur uyuba nafsika, pindi ambapo unapotaka kutaja aibu za watu za mtu mwingine anza na zako kwanza. aw wote wanaomtuhumu na kumtukana walishataja aibu zao, alafu ndo ataje aibu ya Diamond. Cha msingi unaanza kutaja bana, mimi jana nimezini na mtu fulani kadhalika, kisha nikatoka hapo mwezi wa Ramadhani sikufunga makusudi tu, nikafanya hivi na hivi, alafu ndo wasema, lakini Diamond bana kazidi, Diamond bana hakufunga hakuswali, hakufanya kadha, hakufanya hapo. Tunaona ah, kweli Diamond kazidi. Kwa hili kakuzidi wewe, wewe sio kwamba msafi, ah, na wewe una yako, isipokuwa tu katika yale ya kwako yananafuu kilinganisha na yale ya Diamond ya kwako usemi wewe, kazi unasema ya watu wengine, wewe una ukweli gani? <laughs> eh, kwa hiyo mimi ninachosema kwamba mimi namuombea dua tu Diamond. Lakini pia na sisi wenyewe tuombe dua Mwenyezi Mungu atujalie kila la heri. Ni marangapi tunaona wale watu wahovyo ambao tulikuwa tunataraji kuwa ni watu wahovyo. Mwenyezi Mungu akawabadilisha wakawa watu wema. Mara ngapi tunaona hali za namna hii. Kwa hiyo usianze kumtuhumu na kumnyoshea mtu kidole. Napenda sana yale maneno ya Abu Hamid Muhammadul-Ghazal, Imamul Ghazal ambapo aliposema kun ka, e, qadiya yani, kun daiyan wala takun qadiya. Siku zote jitahidi sana kuwa ni mtu unayelingania katika ubora wa mazuri ili watu wayafate na kuwa ni mtu ambaye bila shaka ambaye usiwe katika wale watu ambao kanuni yao ni kila wanachoona wao kuhukumu tu, usiwe hivyo, kuwa ni mtu mlinganiaji wa mazuri. Kafanya mtu zuri, anakwambia na swali swala tano, mpongeze kwa hilo, umtie moyo So, mkatishe tamaa, yani umtoe tena msikitini, kwenyewe aendelee. acheni habari hizo jamani. Ni ile shehe, utakuta mtu inawezekana kwamba mtu akaingia msikitini vile alivyo, ana malasta hivi, kama wasanii wao, wamesuka wamevaa kofia hivi na sui. Kweli kuwa na rasta wala kukatazi chochote kuingia msikitini kwenda kuswali hakukatazi chochote, na wala kuvaa hereni hakukatazi chochote, kwa sababu ukiangalia katika nawakidu sala, vitenguzi vya sala, hamna rasta Hakuna kuvaa hereni kwamba eti ndio vipo hivi vikiwepo hivi vinatengua swala, hakuna. Bali kuvaa hereni kuna hukumu yake nje ya swala, lakini kadhalika kusuka hizo nywele kuna hukumu yake nje ya swala, lakini swala itabaki kuwa ni faradhi, ni lazima. Kule kwetu kuna mtu mmoja yeye, kwa uthibitisho, sitaki kumtaja jina, kwa uthibitisho wake yeye mwenyewe Yee alikuwa anajitangazia yee ni muuaji, naua sana watu, sio kwa kuua kwa kupiga mapanga. Ah, alikuwa ni mchawi, maana yake anafanya masala ya uchawi. Akikutaka wewe anakuua mara moja tu, na ilikuwa hivyo. Ilithibitika kwamba huyo mtu anafanya matukio kama haya, ikafikia wakati hata mtu akiwa anamchukia mtu fulani, anakwenda tu kwa yule bwana, anambia bana, mimi nimekuja, kuna mtu fulani sitaki kumuona, nataka aondoshwe. Anakuambia naomba fedha zangu mimi nile kabisa kwa sababu mimi najua pepo yangu iko hapa hapa duniani. Anakutajia kiwango, unampa kile kiwango, anafanya ya kufanya yule mtu tena anakuuliza unataka jua lizame au unataka lisichomoze? Maana yake ana uhakika na anachofanya. Kama umeendea saa nne asubuhi anakuambia unataka jua lifike sawa sawa saa saba ile. Ah mimi nataka hata dakika 15 nipe zangu. Anakutajia pale unampa basi anakuambia kuua mtu ni rahisi zaidi kuliko kukata mua, yani kuliko kukata mua papo mpaka mua ukakatika mbali, basi kweli dakika mbili utakuta mtu kaishaondoka. Lakini yule bana ni hamsu swalawati ana anaswali swala tano, hakuna kipindi kinachompita, na swala zote zile za sunna yumo, swaumu zote za sunna yumo. Sasa watu wakamuuliza siku moja, unafanya haya ya nini? Sasa wakati we matendo unayofanya yana ishara mbaya. Akasema swala ni faradhi, ni lazima. Kwa hiyo nachokifanya mimi, naswali kwa sababu swala ni lazima na ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Wataala. Haya mengine ni ya kwangu mimi, lakini swala natekeleza amri ya Mungu wangu. Ndipo kwa anachokifanya sahihi kabisa. Sasa wewe leo unakuwa hakimu tena hakimu mwenyewe mshauri wa Mungu, unasema Diamond hana swala, ata swali namna gani? Hamna. Wewe ni nani wewe? ni nani ushakuwa na ilmu ya ghaibu? Mimi nasema kwamba Diamond akiswali swala anayo. Sasa malipo ya swala hayo atayajua mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, na wala asiache, wala asiache kuswali, na wala vilevile asikatushe tamaa Mwenyezi Mungu anasema la taknatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo aswali sana, aendelee na swala na wala asiache, kwa sababu katika swala hiyo hiyo ambayo anaiswali ndipo inaweza ikambadilisha taratibu taratibu taratibu, matokeo yake atakuja kuwa mtu mzuri tu insha Allah biidhnillah. Na sisi tunamtarajia atakuwa hivyo biidhnillah subhanahu wa Ta'ala katika masiku yajayo au miaka ijayo, tunatarajia atakuwa hivyo biidhnillah. Kuswali ni muhimu, kuswali ni amri ya mwenyezi Mungu, wewe unafanya maasi ya kuswali ni amri ya mwenyezi Mungu, wewe unafanya thawabu, kuswali ni amri ya mwenyezi Mungu. Maana yake swala sio kwa watu wanaofanya mema tu, ah ah, swala hata kwa watu wanaofanya maovu, swala inatakiwa iwepo, kwa sababu ndio amri kuu ya Allah subhanahu wa Ta'ala ni watu kuswali sala tano siku moja. Mimi nimekutana na mzee Yusufu kabla hajaacha mziki, maana kuna wakati aliacha mziki, baadaye akarudi tena. Sasa <laughs> kabla hajaacha mziki, mi niliwahi kukutana naye, ilikuwa ni Igunga, ile kaenda kwenda kufanya shoo yake, tumeingia si pale msikitini, ilikuwa swala ya, ya lasri, tumeswali naye pale msikitini. Jioni anakwenda kudumbwiza, lasri tumeswali naye msikitini pale. Sasa hii ni ishara nzuri pia, kwa sababu itakwenda itafikia mahala utaanza kujiuliza, naswali swala tano, natoa sadaka mimi, na jaribu kusaidia wasiojiweza, lakini bado nafanya matendo haya. Ukiona unaanza kujiuliza maswali ya namna hiyo, jua kabisa kuna kitu Mwenyezi Mungu anataka kukitoa upande wako kabisa kabisa kuna kitu Mwenyezi Mungu anataka kukitoa upande. Sasa ukiwaambia watu, kwa maana aliochora tatu asiende msikitini ana swali nini? Huyo anayesuka rasta asiende msikitini ana swali kitu gani? Maanake ni sawa kuambia msiswali, unawalingania watu wasiswali, kutoka wapi? Ya jamani, mimi nasema kwa kumalizia tu, mimi nimpe big up sana Diamond, na kwa kauli yake hii pia inaweza ikahamasisha pia wengine wa mfano wake na wao wakaingia misikitini. Ujanja ni kuswali swala tano ndio ujanja, swala tano ndio ujanja. Sasa haya mengine makovu makovu tunayoyafanya ni mambo yapo, rehema za Mwenyezi Mungu tunazitarajia, kwa sababu hata Mtume swalla sallam aliulizwa kuhusiana na pepo, alisema hatoingia peponi isipokuwa yule ambaye atakayetanguliwa na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aha, rehma za Mwenyezi Mungu. Naam, sio kwa matendo ambayo tunafasema. Haa, hakuna mtu mwenye matendo anaweza kuyafanya yakawa yaka matendo hayo ndio ikawa sababu ya yeye kwenda peponi, bali yale matendo tunayofanya ni kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo iko hivyo, kuna watu wanaweza wakasali, lakini na wakaenda motoni ndio swala tano swala tano, na wakafanya yote katika matendo, wakaenda motoni vizuri tu. Kwa mfano, awa na tukana tukana sana huyu Diamond, hii ni hatari. Unaweza kaa una, unafanya hayo unayoyafanya, ukawa unamwekea katika akaunti yake ya akhera bila mwenye kujua. Mtume aliulizwa siku moja, aliwauliza masahaba, atadruna man muflis, mnamjua mtu aliofilisika? Masahaba wakasema almuflisu fina man laysa lahu mataan wala dirham. Muflisi ni yule ambaye kwetu sisi tunavyomjua, hana hela alikuwa nazo zikaondoka. Huyo ndo tunajua mtu aliofilisika. mtume <tune> <tune> sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba, almuflisu fina man laysa la, eh, anasema man yati ya yauma lqiyamati bisalati wazakati wasiami wa kadha wa kadha Akasema mtu aliofilisika kwetu ni yule ambaye atakayekuja siku ya kiama kaswali vizuri swala tano, wa zakat na katoa vizuri sana zaka, lakini kafunga saa vizuri sana mwezi wa Ramadhani, amekwenda haji, ametoa sadaka, kakaa na watoto yatima, kafanya kila lilokuwa zuri. Muflisi atakuja siku ya kiama katika hali ya namna hiyo. Hatari atakayekuja nayo ni hii, wayati wakad shatama hadha atakuja akiwa na madonda madonda, yafuatayo: kamtukana huyu, wa akala mala hadha, kala mali ya huyu kwa dhulma, wa kadhafa hadha, kamzushia huyu, eh, kamkatisha tamaa katika mema huyu kam, basi atakuja na makovu makovu mengi sana. Mtume anasema akiwa hivyo huyu mtu fayuta hadha min hasanatihi kila mmoja katika wale atakuwa anapewa kutokana na mema ya yule mtu uliyemtukana, mtukana... <coughs> Unapunguziwa mema yako, anaongezewa huyu ambaye ametukanwa. Sahihi, yani uliyemtukana, panatazamo ukubwa wa lile tusi, pana panamegwa sehemu ya thawabu zako, anapewa yule ambaye wewe umemtukana. Yule ambaye umemzushia, panamegwa sehemu ya mema yako, anapewa yule ambaye uliomzushia uliomkatisha tamaa katika mema, pana megwa sehemu ya mema yako anapewa yule ambaye wewe umemkatisha tamaa katika mema na mfano wa hayo. Masahaba walishangaa sana, wakasema: ni hadithi inashangaza, inaogopesha. Unafanya wewe matendo, alafu malipo anakwenda kulipwa mwingine, ni hatari sana. Haya, basi, baada ya kusema hivyo, masahaba wakasema infaniati qabla an alaihi sasa mema yake yakiisha, alafu kuna wengine bado wanadai inakuwaje? Mtume akasema, ukhidha min khatayahum faturhat alayhi thumma turiha fi nar, yatachukuliwa makosa ya wale watu. Sasa alafu anapewa yeye kwa kadiri ya kile alichowafanyia, alafu kisha yeye anaenda motoni, wale watu wanasalimika. Naona hatari kwa maana hawezi kuwa na mabaya yote, lazima na mazuri. Kwa nayo sahihi kabisa. Sasa hii haya mambo ya matusi matusi, haya kuwatukana, tukana watu, kuwahukumu hukumia watu ni vitu hatari sana. Na bahati mbaya, ulimwengu tulionao kwa sasa, haswa katika dini yetu, kila mmoja ni alim, kila mmoja hata asiyejua anajifanya na yeye kujua. Hii ndio tatizo tulokuwa nalo kwa sasa yani. sasa hivi hajulikani shekhe ni nani, maamuma ni nani, maamuma naye anatoa fatwa Shekhe anatoa fatwa, maamuma ambaye hakusoma anakuambia, kwa maana anamjua shekhe anayepatia ni nani na anamjua shekhe anayekosea ni nani. si mauzauza? <laughs> <laughs> Shetumalizie -sh -sh kwa sababu ya muda. Kuna watu walikuwa naamini mwezi mtukufu wa Ramadhani ulikuwa utoe huduma, kwa maana kwamba ofisi yako ulifunga. Hebu ambie, Ramadhani imeisha na nini kinaendelea ofisini kwako? Nawaambie wale ambao walikuwa wafahamu ofisi inapatikana wapi na vipi, unaweza ukapata mawasiliano yako sahi? E, sisi mwezi mtukufu wa Ramadhani tuliendelea na shughuli kama kawaida na bado hivi, tumemaliza shughuli zinaendelea kama kawaida, kwa matatizo ya aina mbalimbali, maradhi ya aina mbalimbali mbali, dua kutokana na masala ya kisihri ya kichawi kishaitani na mabalaa mengine Inshallah tunaweza kukushauri na kusema na Allah subhanahu wataala. Tunapatikana hapa Mbagara Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea jeshini. Kwa mawasiliano, utatupata kwa namba 0756634277 au 0712316222 Naam, bwana, ni mahojiano haya na shehe wangu Shehe Diwani, naweza nikasema waalimu moja kati ya watu ambao wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya dini, lakini kubwa zaidi, ulizungumza kuhusiana na kauli ambayo alikuwa amezungumza msanii wa muziki wa Bongo Flava, kwa maana kwamba Diamond juu ya kuwa na mwendelezo wa kuswali kwa muda wa miaka mitatu mpaka sasa, ameswali mfululizo pasi na kuacha hata swala moja. E, nimekuja kuzungumza na shewangu, atuambie vile ambavyo watu wanamzungumzia, watu wanamtupia lawama unacho kiswali kwa sababu ya maisha ambayo muda wa miaka mitatu, aa, unahisi ni sahihi kwa aina gani. Kama kuna namna yoyote ambayo shedwani ameongea, amekukwaza, naomba msamee, yeye ni binadamu. Lakini kama amekufurahisha zaidi, pia tuambie kwenye comment. Kwa hiki ambacho sio mkizungumza, mimi nimekifurahia zaidi, lakini namba za simu ameziweka hapo. Kwa wewe ambao unahitaji huduma yake, anapatikana maeneo ya Mbagala. Hapa kuna kituo naita Maturubai, kabla hajafika zake kuna njia imeingia, kuna jeshini hivi, unaweza kufika maeneo hayo. Ukifika unaweza kuuliza shedwani, lakini namba za simu Ameshaziweka. Ukikosa okay, hapo unaweza kunitafuta hata mimi Nyundo TV kuna miteneo yangu ya Instagram Nyundo TV, TikTok Nyundo TV, hata Facebook Nyundo TV. Naambia mimi na shida ya kufika kwa shediwani itakufikisha ama itakupa namba. Nikwambie kama ndo mara yako kwa kwanza kutazama video kwenye YouTube chaneli hii basi usisahau kusubscribe. Thanks for watching.